E, bwana, ngoma ambayo imetoka leo inazungumzia no, ngoma ya Rayvanny Harmonize na Marioo ambayo ni kolabo, imekuwa labeled au imechukuliwa kama ngoma ya kihistoria. Eh bwana hii imekuwa ni kolabo ya kihistoria eh, kwa mujibu wa baadhi ya page ambazo zimekuja kuripoti kuhusiana na hii ishu, na hapa wameandika kwamba eh, bwana leo historia imeandikwa kwenye mziki wa Bongo Flavor baada ya Rayvanny kuachia ngoma yake mpya iitwayo Pere akiwa ameungana na Harmonize pamoja na Mario, wakali hao watatu eh, kutoka katika kizazi cha cha dhahabu cha wasanii wa miaka ya elfu mbili na kumi mpaka elfu mbili na ishirini Hii ni kolabo ya kwanza kabisa inayowakutanisha wakali watatu kwenye wimbo mmoja, na tayari mashabiki wa mi... na tayari mashabiki wanautaja kama ni moja kati ya mchanganyiko bora zaidi uliowahi kutokea. Ngoma hii ni sifa kwa mwanamke ikiwa na vionjo vya mapenzi, mdundo wa mapiano. Licha ya kukosa uandishi mzuri wa mistari, kwenye kwenye mtandao wa YouTube mashabiki wamefurahia hmm? wamefurahia na kutoa maoni yao huku wengi wakimsifu Harmonize Kondeboy kwa vesi kali ambayo ameiandika, ilikitajwa mara kadhaa kwenye sehemu bora zaidi ya wimbo huo. Producer wa wimbo huu bwana ni Stukizi ambaye ameendelea kuthibitisha kuwa yeye ni moja kati ya injinia mkubwa kabisa wa muziki Afrika Mashariki. Mixing na mastering imefanyiwa na mix killer, ambaye pia vile vile aliyesuka sauti kwa ubora wa hali ya juu, na pia vile vile na pia vile vile kuhakikisha kwamba kila msanii anang'aa kwa nafasi yake. Wote wamejitahidi sana, ila lyrics za Harmonize ameonekana kutisha zaidi kuliko wote e, Konde Boy. Kuna watu wamekuja kucomment kutoka Mozambiki wakiwa wanasema kwamba Harmonize ameua zaidi humo ndani e, na watu wengine kibao wamedondosha sifa zao kuhusiana na ngoma hiyo e, bwana, wimbo huu wa pele sio tu kwamba ni burudani ya mziki bali pia ni alama ya muunganiko wa wasanii watatu ambao wa wanachangia wana mchango mkubwa sana na wanachangia sana katika swala so zima la kukuza mziki wa kizazi kipya Tanzania. Ushirikiano huo umefanya Pere kuwa moja kati ya kolabo ya lazima kusikilizwa kutoka Tanzania, lakini pia habari hii imepostiwa hii inshu ya huu wimbo wa Pele kutoka imepostiwa pia mpaka kwenye peji ya Wasafi, wakiwa Wasafi nao pia wameandika kwamba Rayvanny amewakutanisha Mario na Harmonize eh, katika ngoma yake mpya kabisa inayoitwa Pele. Mara ya pili Rayvanny kukutanisha wasanii wakubwa nchini eh, kwenye kolabo yake kwenye kolabo moja, alishawahi kufanyaga hivyo kwenye yaya na Diamond na na Juma Jux. Umeona bwana, kwa hiyo Rayvanny bwana hii insha ya kukutanisha wasanii wawili wakubwa kwenye ngoma yake hii ni mara ya pili. Awali aliyefanyaga ngoma na Diamond na Jux, ngoma ikaitwa Yaya na this time around ni kwamba amefanya kazi tena na wakali wengine wawili ambao ni Harmonize pamoja na na Marioo. So ukiwa kama mdau weka maoni yako bwana katika comment section tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.